Jambo la kwanza ni ratiba ya safari ya timu yetu kutoka hapa Dar es Salaam kuelekea Zanzibar kwa ajili ya mchezo wetu wa kwanza wa hatua ya makundi dhidi ya FAR Rabat, ambao kimsingi mchezo huu umepangwa kufanyika siku ya Jumamosi na umepangwa kufanyika Jumamosi majira ya saa kumi kamili jioni na uwanja ni New Amaan Complex. Kikosi cha Young African Sports Club kesho majira ya saa tatu kamili asubuhi kitaondoka hapa Dar es Salaam kwa njia ya boti kuelekea Zanzibar kuanza maandalizi ya mchezo huo. Wachezaji ambao walikuwa kwa majukumu ya timu ya taifa ya Tanzania tayari wamesharejea nchini na watakuwa sehemu ya wachezaji katika wale ambao wamebakia wakati timu za taifa zilikuwa zikicheza kuwa kwenye safari hiyo ya siku ya kesho kuelekea visiwa vya Zanzibar. Lakini safari ya kesho itawakosa baadhi ya wa wachezaji ambao wao kwa mujibu wa ratiba wana majukumu ya mchezo mwingine kwenye mataifa yao. Kwa mfano mchezaji kama Prince Dube, mchezaji kama Celestine Kuwa, mchezaji kama Lassine Kouma wote hawa watakosekana kwenye safari hii, kwa sababu wana mechi ya kucheza siku ya tarehe 18 kwa mujibu wa kalenda ya FIFA. Lakini wachezaji hawa tumeshafanya maandalizi yote na maandalizi yameshakamilika, in terms of logistic ya safari kutoka katika mataifa ambayo watakuwa wanacheza straight kutoka huko mpaka Zanzibar, hawatapitia hapa Dar es Salaam watakuja straight kwenye visiwa vya Zanzibar kujiunga na timu na maandalizi ya mwisho kuelekea mchezo huu. Kwa hiyo ukiangalia kimahesabu hapo, tutakuwa na siku tatu. Tutakuwa na siku tatu. 19, 20 na 21. Tutakuwa na simu, siku tatu kwa timu yetu yote kufanya maandalizi ya pamoja kuelekea mchezo dhidi ya FAR Rabat lakini asilimia kubwa wanasafiri siku ya kesho kuelekea Zanzibar. Taarifa ya pili ambayo ni muhimu nikawajuza hapa, na tumekuwa tukipata maswali mengi kutoka kwa wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu, ni kuhusu jezi za michuano hii ya kimataifa. Awali tulikuwa tukitoa taarifa kwamba wiki iliyopita, siku ya Jumatano jezi zingezinduliwa tukasogeza mbele mpaka siku ya Jumapili, tukiamini taratibu zitakuwa zimeshakaa sawa, lakini kwa sababu ambazo sisi wenyewe ziko nje ya uwezo wetu. Sasa ni rasmi niwatangazie mashabiki na wanachama wa klabu yetu Young Africans, jezi mpya za Young Africans Sports Club kwa ajili ya michuano ya kimataifa zitazinduliwa na zitaanza kuuzwa siku ya Alhamis, panapo majaliwa Mwenyezi Mungu. Alhamis insha Allah zitazinduliwa jezi na zitaanza kuuzwa. Hapa nipende kuwakumbusha wanachama na mashabiki wetu wa Yanga, jezi za kimataifa ni special edition, ni jezi maalum za, za, za michuano hii ya CAF Champions League. Kwa hiyo hata volume yake kwa maana ya wingi haitakuwa uh, nyingi sana, kwa hiyo ziko limited na zitauzwa kwenye maeneo ambayo tutakuja kuwatangazia. Hivyo ni vyema tujiandae mashabiki na wapenzi wa klabu ya Young Africans kununua jezi za kimataifa ili siku ya Jumamosi, tukiwa tunaingia ndani ya uwanja wa New Amaan Complex tuwe tumependeza na jezi zetu za kimataifa. Binafsi nimeshaziona hizi jezi, nimeziona kwa sababu nimeshiriki kwenye zoezi zima la namna gani utambulisho wa jezi unavyokwenda kufanyika. Jambo moja ambalo nawahakikishia nikiwa nina confidence ya juu kabisa, jezi za kimataifa za Young African Sports Club ni jezi za viwango vya juu sana ni jezi za viwango vya juu sana, kuanzia design yake, cutting yake, ubora wa kitambaa. Ni jezi za viwango vya juu sana. Standard yetu imeendelea kwenda juu, na tumeendelea kutoa kile ambacho kinamstahili mwanachama na mshabiki wa klabu yetu Young Africans. Jambo la tatu ambalo ni muhimu pia tukalizungumza hapa ni kuhusu viingilio vya kwenda kwenye mchezo huu wa siku ya Jumamosi tayari vingini navyokwenda kuvitangaza hapa vimeshawekwa kwenye mifumo, kwa maana ya wakazi wa Dar es Salaam, wakazi wa mikoa tofauti tofauti wanaweza kununua hizi tiketi kwa njia ya simu sasa hivi ninavyozungumza, wanaweza pia kwenda kwenye vituo tofa, tofauti tofauti kununua hizi tiketi, lakini Zanzibar, ambako mchezo utachezwa siku ya Jumamosi Ticket pia zimeshaanza kuuzwa. Tunafahamu moja ya changamoto kubwa ambayo inawakabili mashabiki wetu Young Africans pale Zanzibar ni kadi hizi za Ncard, pengine mtu yuko nazo na kwa sababu mfumo ni tofauti wa kimashindano kule, hujaitumia muda mrefu kadi yako. Jambo la kwanza, kadi uliyokuwa nayo ya Ncard, kama uko Zanzibar, hiyo kadi haija expire. Wenda ipo ndani, hujaitumia muda mrefu hiyo kadi haija expire. Hiyo kadi bado inafanya kazi, lakini kama huna hiyo kadi, tumeshawasiliana wenzetu N card na, na wamejidhatiti vizuri. Kuanzia siku ya kesho, kwa kituo cha kwanza kikubwa ni uwanja wa New Amaan Complex, kadi zitakuwa zinauzwa pale na tiketi zitakuwa zinauzwa pale. Ni vyema ukawai mapema kununua tiketi yako ili uwe sehemu ya historia hii kubwa ya mchezo wa hatua ya makundi CAF Champions League ndani ya uwanja wa New Aman Complex. Viingilio ni kama ifuatavyo: jukwaa la VIP kwa ambao mmesha kwenda pale New Aman Complex, jukwaa la VIP ni shilingi elfu 30. Alafu kuna wings ambazo ziko pembeni ya VIP, wings ya kulia na wings ya kushoto majukwaa haya mawili bei yake ni shilingi elfu ishirini Alafu kule ambako unatazamana na VIP, kule ambako maarufu ni jukwaa la Urusi, kule ni shilingi elfu kumi Jukwaa la Urusi ni shilingi elfu kumi Alafu yako majukwaa mawili, jukwaa la obit na jukwaa la saa, majukwaa ambayo yako nyuma ya magoli upande wa kulia huku na kushoto yote majukwaa haya mawili bei yake ni shilingi 5000. Kwa hiyo kwa Kiswahili cha haraka haraka, jukwaa la orbit na sare ni shilingi 5000, jukwaa la urusi ni shilingi 10000, wings kulia na kushoto ni shilingi 20000, na vip ni shilingi 30000. Nyote mnafahamu capacity ya uwanja wa New Amaan Complex, hivyo tunatakiwa tuweke juhudi za kununua tiketi mapema ili tuwe sehemu ya historia hii kubwa ya uwanja wa New Amaan Complex kuishuhudia mchezo wa Young Africans dhidi ya FAR Rabat. Unajua New Amaan Complex, umeshapokea michezo mingi. Umeshapokea michezo mingi ila mchezo wenye hadhi kubwa kwa ngazi ya vilabu mchezo wenye hadhi kubwa kwa ngazi ya vilabu ni mchezo wa Yanga dhidi ya FAR Rabat pale New Amaan Complex. Mtu mmoja anaweza kuibua hoja pashapigwa fainali pale. Fainali ipi? Kombe la shirikisho? Huwezi kulifanyia comparison fainali ya kombe la shirikisho na mechi ambayo CAF wametuma watendaji zaidi ya sitini pale Zanzibar. Mechi ambayo sasa hivi inazungumzwa zaidi barani Afrika. Mimi naongea na waandishi huko Misri, ni kama wanatuma kazi hivi, wapigeni hao. Kawaambia sio hawa tu, hawa tu hawa watakufa na nyie mkija mtakufa vile vile. Hamna kumtuma mwenzia. Mechi ya Yanga na FAR Rabat ina mvuto wake barani Afrika, ni mechi yenye hadhi kubwa, ni mechi ya daraja A hey, hakuna mechi weekend hii inayokwenda hapa yenye thamani kama mechi ya Yanga Africans dhidi ya Farabat, FAR one of the strongest teams hivi sasa hivi baafrika, wanacheza na one of the strongest team Yanga Africans Sports Club. Kwa hiyo husiifananishe mechi hii na mechi nyingine yoyote uliwahi kuishuhudia New Amaan Complex. Hii ni zaidi ya mechi. Mataifa mbalimbali mbali yanakuja pale New Amaan Complex kuishuhudia mechi hii. Hayuko mtu anatamani kusimuliwa namna gani Pacome zuzua atadili na hawa Waarabu. Hayuko mtu anatamani kusimuliwa namna gani duduasha itakuja kudili na hawa Waarabu akiwa yuko nyumbani. Kila mtu anatamani kuwa New Amaan Complex, na wajua mashabiki wa Yanga ambao wameniambia wao hawatasubiri tarehe ishirini na mbili yani Jumamosi ndo waje na boti wanataka kuja kuanza kuspendi maisha ya Zanzibar kuanzia siku ya Ijumaa. Yaani chap kwa haraka, Ijumaa wanataka wameshafika Zanzibar, wanalala pale, wanaamkia siku ya mechi. mechi ni kwa mechi himi, kwa, kwa kwa kiasi gani hii imekuwa na mvuto wa aina yake? Ambaye uko Zanzibar changamkia mapema kununua ticket. Usisubiri watu wanaotoka, sababu tiketi wanaweza kununua wakiwa huku huku na kadi yake. Huku huku bara mtu anaweza kununua ticket alafu Ijumaa akadumbukia kwenye boti akaja Zanzibar kwa ajili ya mchezo. Kwa hiyo ukiwa Zanzibar, aidha uko unguja pale maeneo ya pale au uko Pemba, wahi kununua tiketi, wahi kununua tiketi, uje uishuhudie burudani hii. Sasa tayari pameshachambuliwa sana e? na tuliwapa muda, tuliwapa time hapa, na tumehifadhi kila neno, hatujasahau ambayo yamechambuliwa hapa katikati hapa Yanga hatoboi ili kundi, bye, bye Yanga. Kila kitu tumehifadhi. Tafsiri rahisi ni kwamba kila risiti imetunzwa. Sawa jadu, kama ulisema neno, tumetunza hatuja sahau. Muda wenu wa maneno umeisha. Sasa muda wa Yanga kufanya kazi ndio umeanza leo tuliwapa timu hapa, mchambue, mjadiliane, mpange pointi zenu kwenye lile kundi. Mshamaliza maneno yenu, tunaokwenda kufanya kazi ni sisi Young Africans Sports Club. Sasa tulizeni boli, tulizeni boli, tunakwenda kufanya kazi ambayo nyie mmeifanya kwa maneno. Piga sana maneno hapa, tunakwenda kuifanya hiyo kazi sisi. Na uzuri mshatuwekea daraja kwamba Yanga inavyo struggle struggle hivi pale ndo, ndo kipimo chake cha kujua yuko sawa vipi. Tumehifadhi kila receipt jamani. Kwa hiyo sasa tunawaomba waheshimiwa, baadhi ya wachambuzi na waandishi, tunawaomba waheshimiwa sana, tulizeni bodi sasa, mshapiga maneno, mshamaliza, tuachieni sasa sisi tukaifanye hii kazi, kwa sababu nyie mnaishia tu kwenye mdomo, sisi tunaishia kwenye vitendo. Tukiwaambia FAR Rabat tunakwenda kumshona New Amaan Complex tunaingia sisi kwenye pitch kwenda kuifanya hiyo kazi. Wewe ukisema Yanga nafungwa na unaisha redioni umekunja nne. <laughs> sisi tunazungumza kwamba tunakwenda kumshona FAR Rabat tunaingia kwenye, tuna kwenye pitch. sasa hili ndio ombi langu, muda wa maneno ushaisha, tuachieni sisi wenye vitendo tukaifanye kazi yetu, tuachieni sisi sasa, tutawajibu kwa vitendo. Kwa nini tumeondoka uwanja wa Benjamin Mkapa, tumekwenda New Amaan Complex, tajionea kwa vitendo. Muda wa sisi kujieleza hakuna, tunataka tuoleze kwa vitendo. Tukiwaambia huyu anakufa hatutaki mijadala, subirini Jumamosi pana pajaliwa Mwenyezi Mungu. Hii mechi hii mechi ya Jumamosi, Mwenyezi Mungu atupe uhai, mechi ya Jumamosi, Mwenyezi Mungu atupe uhai, atupe na afya njema, takwenda kushuhudia kitu ambacho hamjakiona kabisa kutoka kwa Yanga msimu huu, tofauti kabisa. Sasa hivi ninavyozungumza na nyie, timu yetu ya awali ishafika kule, tupo kule nake. Na Waarabu nao wapo kule, taarifa hamna nyie? Wapo kule kule, tushafika saa hizi hii ni mechi kubwa. Kwa hiyo ni waombe mashabiki na wanachama wa klabu yetu Yanga Africans, nyie ni watu wa vitendo, nyie sio watu wa maneno maneno. Muda wa kujibu kwa vitendo umeshafika. Narudia kauli yangu pendwa, ambayo mara zote zinapokuja kazi za kiume mbele huwa naitamka, nairudia tena na leo narudia tena na leo, mwana Yanga kokote ambako unanisikiliza, kama liko jambo ambalo wewe ukilifanya Yanga yako huwa inashinda, wakati ndo huu. Tayari nimetumia neno wakati, niweka kiu kiarabu hicho, wakati ndo huu. Usikubali kufumba jicho, usikubali kupumzika mwananchi, usikubali kurelax. Tutarelax Jumapili tukiwa tumesherehekea pointi tatu za kwanza kwenye hatua ya makundi. Usifumbe jicho. Kama bado hujamaliza unachokifanyaga we kifanye, hiyo ni kishai kile ambacho unaamini. Kama ni dua unaombaga, tafadhali omba kutoka leo mpaka siku ya Ijumaa inshaallah, usifumbe jicho, usikubali kubweteka bweteka. Kuna kazi ya kiume mbele inabidi ifanyike, na sisi ndio mabingwa wa taifa hili kwenye football, na tutaifanya hiyo kazi ya kiume siku ya jumamosi mosi, inshaallah. Kwa hiyo wanayanga wakotaponisikiliza kwenye matawi yetu mbalimbali, tafadhali tafadhali, tafadhali Tuanzeni sasa maandalizi tuanzeni maandalizi, maandalizi mazito kuelekea mechi ya jumamosi mosi dhidi ya FAR Rabat. Ziko programu mbalimbali za hamasa ambazo tutakuwa nazo pale Zanzibar na zitaanza immediately siku ya kesho baada ya kufika. Tumepata mialiko kwenye matawi mbalimbali mbali ya klabu yetu Young Africans ambayo kimsingi tutakuwa na program humo humo pia kuzindua hayo matawi, kusajili wanachama. Kuna ambao walijisajili kupata kadi zao, tukiwa tunapita kwenye hizi hamasa, kuwaeleza Wazanzibari, kuwaeleza Wanayanga wa Unguja umuhimu wa wao kushikamana pamoja, kuja kuisupport timu yao, na haya mengi yatakuwa nafanyia kwa pamoja. Kwa ratiba nzima ya hamasa ambayo inaanza kesho, tutakuwa tunawatangazia kwenye mitandao yetu ya kijamii tutakuwa wapi, tunakwenda tunakwenda wapi kufanya nini, lakini tunataka tuimalize ile Zanziba yote, tufikishe huu ujumbe kwa kila Mtanzania ambaye yuko Zanzibar, kwa asilimia tisina tisa wote ni hii. Kusumbua watu wafanyasc research, silimia tisina tisa Wazanzibai ni mashabiki wa Yanga, wengine mpoum Zanzibar, tutajuana 99 ni mashabiki wa Yanga. Hiyo asilimia moja ndo Mlandege eh, KMKM tena hapo na nini eh, ndo megawana hiyo asilimia 99, wote hao ni Yanga. Tunaizunguka naizungu, tunaizunguka Zanzibar kuwaambia umuhimu wa mchezo maana yake tunawazungu, tunawazunguka wana Yanga wote wa pale kuwaeleza umuhimu wa wao kushikamana kwenda Jumamosi New Amaan Complex kuipambania timu yetu.